Aslay alienda wapi? Ili tuweze kujua Aslay alipoenda, lazima tujue alipotoka. Mwaka wa 2011 ndio uliokuwa mwaka ambao tuliweza kumsikia Aslay kwa mara ya kwanza, alipoondoka na wimbo wanaenda kusema wimbo ambao ulimpa umaarufu na kumweka mbele kwenye tasnia hii ya mziki wetu wa Bongo Flava. Mwaka wa 2013 Aslay aliweza kujiunga na mkubwa na wanae na hapa ndio ulipokuwa ama huu ndio uliokuwa mwanzo wa yeye kukutana na ndugu zake watatu Aslay aliweza kukutana kina Beka Mboso na Enoch Bella. Hawa wanne waliweza kutengeneza kundi ambalo lilikuwa maarufu sana hapa barani Afrika Mashariki, kundi la Yamoto Band, na kundi hili liliwika kwa miaka minne mfululizo mpaka mwaka 2017 ambapo Yamoto Band katika makundi ma hapa kosagi msanii ama mtu mmoja ambaye huwa anaonekana kuwa anawazidi wengine kwa vyote. Na Yamoto ilivyokuwa, kusema kweli, wote walifanya kazi nzuri wasanii wote wanne. Hapa nikimzungumzia Mbosso, Beka, Enock Bella na hata Aslay. Lakini baada ya kuondoka kwa Aslay ama baada ya kundi la Yamoto kuvunjika mwaka 2017, wote watatu nikiwazungumzia Boso, mbo, nikiwazungumzia Mbosso, Beka na Enock Bella hawakufanya vizuri kama alivyokuwa akifanya vizuri Aslay mwanzo. Hata baada ya kundi kuvunjika, Aslay alionekana kwamba ana mawe, na alikuwa akitoa nyimbo kali back to back, nikizungumzia na alifanya vizuri sana, na akaonekana kwamba yeye ndiye aliyeng'aa zaidi kuliko hata wale waliokuwa katika kundi lililoweza kusambaratika wakati huo. Nikisema kwamba Aslay alikuwa anafanya vizuri, simaanishi kwamba wasanii wengine wote hawako wanafanya vizuri ila yeye ndiye aliyesimama vizuri zaidi na kuonekana kung'aa zaidi kuliko wale wengine. Baadaye Mboso akaja akajiunga na Wasafi, lakini hiyo ni simulizi nyingine tofauti, tutaweza kuizungumzia kwa wakati mwingine. Kwa sahivi nataka kuzungumzia alipoenda Aslay. Mwaka elfu mbili ishirini Aslay kweli alianza kuonekana kwa kwa kwamba anafifia na akapotea kwa muda wa miaka karibu takriban miaka miwili. Na mwaka elfu mbili ishirini na mbili tukaja tukamwona tena Aslay. Hii mara hii tulivyomuona Aslay alikuwa chini ya lebo ya Sony Music, alikuwa anajiunga na Sony Music. Hii ni baada ya tetesi nyingi sana za kusema kwamba Aslay alikuwa anaweza kujiunga na WCB Wasafi Classics Baby, lakini haikuwa hivyo. Alikuwa anasaini mkataba chini ya Sony Music. Sony Music music ni lebo ambayo ishawahi kuwabeba kina Alikiba, Abigail Chams, Omidimpos, Nyashinski na wasanii wengine zaidi hapa barani Afrika Mashariki. Tuna miaka miwili ama tuna miaka mitatu tena baada ya Aslay kutoa ama kusherekea ngoma zake mia moja baada tu ya kusaini mkataba na Sony Music Aslay aliweza kuachia ngoma mbili kali, moja akimshirikisha Harmonize iloitwa Follow Me na nyingine alopiga mwenyewe ambayo anajua kunirusha roho, ngoma hiyo nimesahau jina lake, akaja kufu, kutengeza nyimbo akisherehekea miaka yake mia moja ya mziki, lakini baadaye hatujamsikia tena Aslay. Sasa swali langu kwako ni Aslay alienda wapi? Mwanzo pia mi mwenyewe sijui Nadhani naitwa ya, yala kama sijakosea, alipiga kama wewe vile, haujuipia mimi na ngoma ni umbea tu nimekufikishia, lakini msanii huyu najua ni mkali sana, na iwapo akapata nafasi ya kurudi kwenye industry, najua ana mawe sana. Ah, sasa kama unaona video hii, basi naomba sana urudi kwenye industry, mwanzo industry ya kutambua, industry na kukubali sana. Nakwambia kila laheri. Asante.